Ni nani ambaye angeweza akasimama akafurahi kwa vitendo hivi tunavyofaniziwa na bado akaselebreti wakati watoto wetu wanakufa njaa kule, watu hawana vyakula, saa nyingine hawana maji, mahospitali hawana madawa, usafiri ni shida. Tunafukuzana na watoto masikini, kuwaomba kuwaomba kodi hii, kodi ambayo iko pale, tumepewa na Mungu, hatuishughuliki. Ni unyama, na kama ni dhambi, hii ni dhambi kubwa. Mimi ndugu zangu, nilipozungumza kwamba hii lazima we have to fight for this, sio kwamba mimi sina damu. Nina damu, lakini damu yangu haina faida kama wananchi wa Tanzania walionichagua kwa moyo wao bila hata kuwahonga, na Mungu akawabariki kwamba mpeni huyu, halafu nisimame pale nikawe mmoja wa wasaliti. Nitaulizwa siku ya mwisho wangu. Madhahabu haya si mengi Sinigasema na nabeme nisafishie kule likakaye huko Ulaya, kwani waliokuwa na shusha percentage mpaka zero, unafikiri walikuwa nafanya fanya bure? Hawakujali maisha ya Watanzania, walijali maisha yao. Sasa nyingine nikizungumza openly, mnaniona mimi mtu wa ajabu, lakini ni vyema angalau nizungumze machungu ninayo yaona kwa ajili ya Watanzania kuliko kukaa kimya. Ukienda leo mikoani, unaweza ukaona maisha ya Watanzania waliyo nayo.